Hii ni sehemu ya tano ya simulizi ya Mke Mwenza. Na katika sehemu hii tunaanza na kumbukumbu kumbu ya nyuma kidogo. Amina alisoma ujumbe mfupi kwenye simu yake uliotumwa kutoka kwa Abdul na ujumbe ule ulimfanya atetemeke. Ilibidi achukue udhu na akaswali swala ya istikhara kwa ajili ya jambo hilo. Hapo mwanzo, hakukubaliana na wazo la kuolewa na mume wa rafiki yake. Na si rafiki yake tu, bali kipenzi cha roho kabisa. Alitaka wajadili na Zulfa swala hilo na akatumia njia ya kumuuliza kama swali. Amina akamuuliza Zulfa, hivi ikitokea kuna mabinti wawili ambao ni marafiki wa kufa na kuzikana, halafu mmoja kati ya mabinti hao akawa kwenye mahusiano na mwanaume, lakini mahusiano yale hayakufanikiwa kufika kwenye ndoa, wakaachana. Baada ya miaka kadhaa, binti yule yule aliachana na yule mwanaume anakuja kushangaa yule mwanaume amemoa rafiki yake kipenzi. Na kama haitoshi mwanaume huyo anamwomba yule binti ambaye alikuwa ndio mpenzi wake wa zamani amoe kama mke wa pili. Je, huoni kama huyo binti atakuwa anamuibia mume rafiki yake? Zulfa akajibu hmm, kama huyo binti bado ana mapenzi na yule mwanaume acha akubali kuolewa naye tu, alafu sio kwamba anamuiba mume wa rafiki yake, ni kwamba anaolewa na mwanaume ambaye alishawahi kuwa mpenzi wake kipindi cha nyuma. Hivi ndivyo Zulfa alivyomjibu Amina bila kujua swali hili liliwahusu wao wawili. Na Amina akaendelea kuhoji, je, unahisi ni sawa huyo binti akamweleza rafiki yake juu ya swala hilo? Zulfa akajibu hapana, yaani akifanya hivyo sidhani kama hiyo ndoa itafanikiwa, kwa sababu unajua, mwisho wa siku sisi wote ni binadamu. Hili jambo linaweza kufanya wao wakachukiana maisha yao yote sasa kuliko wafike huko, ni bora huyo binti aendelee kulifanya siri tu. Baada ya jibu hilo, Amina akamwambia Zulfa, ah, umekuwa na hekima sana, mimi nilidhani baada ya kuolewa pengine utakuwa huna akili kama zamani, huku akiweka sawa nguo yake. Zulfa naye ya akamwambia, mpuzi kweli wewe, changamka uolewe ili nawe uwe na hekima kama zangu. Kama unavyoona, hekima zote hizi mume wangu ndo ananipea kila siku kwa shauku, Amina akauliza kivipi? Zulfa naye akamjibu huku akicheka kitandani <laughs> Amina naye akacheka huku akizungumza, yaani mume wako amekuharibu kabisa, umeshakuwa binti wa hovyo kabisa wewe. Unajua kipindi cha nyuma haukuwa na huo ujasiri wa kuongelea mambo ya kitandani, sasa nashangaa huu ujasiri umeutolea wapi? huku akitabasamu, Zulfa akamwambia Amina, ndoa ni tamu rafiki yangu, asikwambie mtu Hebu fanya uolewe kwanza, nadhani ndo utanielewa namaanisha nini. Amina anaye akajibu, hapana, kwa sasa sipo tayari kuolewa bado bado bwana. Zulfa akamwambia Amina, bado anaugulia maumivu ya yule mwanaume mwenye kichwa kikubwa kama nazi aliyekutenda, yaani natamani ni mjue huyo mwanaume ni mkamate, ni mfinyange kama slesi ya mkate. Kumbe wakati Zulfa anazungumza maneno hayo, mume wake Abduli alikuwa yuko nje na alisikia yote hayo, ikabidi ajiangalie kichwa chake. Je, ni kweli kinafanana na nazi? Ilibidi aishike shingo yake pia, baada ya kusikia kwamba Zulfa atamfinyanga kama mkate, na kichwani mwake yakapita mawazo mm, huyu mwanamke mbona ananitisha sasa? Huko ndani mazungumzo yakaendelea, Amina akamwambia Zulfa, wewe naye punguza mdomo mchafu huo. Zulfa akamwambia wewe ndio umenifundisha huu mdomo mchafu. Wakati Zulfa anazungumza maneno hayo, walisikia harufu ya kitu kuungua huko jikoni. Ikabidi wote kwa pamoja wakimbie kwenda kuangalia nini hicho kinaungua huku wakicheka kwa pamoja. Amina akasema mm, sisi nasi kwa umbea, ona sasa mpaka tunaunguza huku. Zulfa alimuuliza amina swali, Amina, hivi vipi kama ukiolewa na mume wangu? Kiukweli kabisa napenda hivi tulivyo pamoja jikoni, tunacheka napiga umbea. Amina akasema uko serious? Zulfa naye akamjibu amna bwana, nakutania tu. Yaani unataka nikuruhusu uwe mke mwenzangu halafu utumie hiyo shepu yako kunitenganisha na mume wangu aa, hapana, sitakubali hilo litokee. Amina naye akamwambia acha utani wako wa kipuuzi kwenye mambo kama haya, yaani ilibaki kidogo tu nikuamini. Hata kama jambo hilo likitokea kweli, utafanya tumshindishe huyu mwanaume na njaa kwa sababu kazi yetu itakuwa ni kupiga umbea tu, wakati huo jikoni huko vyakula vinaungua tu. Wote walijikuta wakicheka kutokana na maneno hayo ya Amina, na huku akitazama saa yake akaendelea kuzungumza mm, inabidi niondoke sasa, na mambo ya msingi kweli ya kufanya. Na Zulfa naye akasema o, jamani, ona sasa unaniacha mwenyewe na baki mpweke, lakini sawa tu kipenzi hebu ngoja nikuwekee chakula chako uondoke nacho kabisa. Amina baada ya kuondoka nyumbani hapo kwa Zulfa, mita kadhaa mbele alikutana na Abduli na wakaondoka pamoja. Kwa hasira, Amina akamuuliza Abduli, kwa nini unanifuatafuata? Vipi kama mkeo akituona pamoja? Abduli akasema, hata wewe ni mke wangu. Ni lini utakubali ombi langu la mimi kukuoa kama mke wa pili? Amina alimjibu Abduli, sipo tayari Zulfa anakupenda sana na hayupo tayari kushea mume na mtu mwingine yeyote yule. Itamvunja sana moyo wake kama mimi na wewe tutakuwa pamoja. Kwa hiyo tafadhali sipo tayari kabisa kuona rafiki yangu anaumia. Kwa hisia nzito, Abduli naye akazungumza. Usiwe hivyo tafadhali, Amina. Ninakuthamini sana. Naomba ujue hilo. Wazazi wangu alinichagulia Zulfa kwa sababu yeye ameshika dini na ni mwenye adabu sana. Kipindi kile mimi niliamua kutengana na wewe ili tu tusiingie kwenye dhambi ya zinaa, na ndio maana kwa sasa nipo tayari kuwa wako na tuhalalishe kabisa mapenzi yetu. Hivi we huoni kwamba ulipangiwa kuwa na mimi? Mwenyezi Mungu hawezi kuruhusu wewe ukaelewe na mtu mwingine zaidi yangu. Uliumbwa kwa ajili yangu Amina, so tafadhali naomba tuhalalishe mapenzi yetu. akiwa anaelekea nyumbani Amina, akamwambia Abduli, nahitaji kufikiria zaidi kuhusu hilo. Amina alipofika nyumbani kwao, aliwakuta wadogo zake wanafungua zawadi kwa furaha kweli, na hili lilimfanya agundue kwamba Abduli amekuwa na tabia ya kuwatumia wadogo zake zawadi na sio wadogo zake tu, mpaka mama yake, ambaye naye aliunga mkono swala la Amina kukubali kuolewa na Abduli. Ni ukweli usiofichika kwamba Mama huyu naye alikuwa radhi kuona Abduli anakuwa mkwe wake, kwani yeye pia alimpenda kijana huyu. Ndiyo nimekubali, haya yalikuwa ni maneno ya ujumbe mfupi yaliyosomeka kwenye simu ya Abduli na ni wazi maneno haya yalitoka kwa Amina. Wakati ujumbe huo unaingia kwenye simu ya Abduli, muda huo yeye alikuwa bafuni anaoga, na aliona ujumbe huo alikuwa ni Zulfa, lakini hakuelewa chochote kwa sababu jina la aliyetuma ujumbe huo liliseviwa Nur. Akaita, mume wangu, kuna meseji umetumiwa hapa na Nur. Baada ya kusikia kauli hiyo, Abduli alitoka haraka bafuni na akamdanganya mke wake, aha, huyu ni Nur, yupo uarabuni kule, unamkumbuka? Huu ndio ulikuwa uongo wa Abduli. Zulfa naye akasema, aha, unamaanisha yule binamu yako? Msalimie sana. Baada ya kauli hiyo Zulfa alimtengea mumewe chakula, wakati huo Abduli akiwa na furaha kweli kweli. Hii ni baada ya Amina kumkubalia ombi lake, aliamua kumpigia simu kabisa ili kujihakikishia kile alichokisoma kwenye ujumbe ule, na mchakato wa ndoa ukaanza mara moja. Sasa turudi katika wakati uliopo. Mama yake na Amina alizungumza na binti yake, huku akimwasa kuwa makini sana na ajitahidi kuwa mwema kwa yule anayekwenda kuolewa naye yaani mumewe. Amina alifanikiwa kuwafanya wazazi wake wajue ya kwamba Zulfa hakuwa mtu mbaya kabisa, na ikitokea amekuwa mbaya basi yeye ya Amina ndo atakuwa ni chanzo. Ilipofika siku ya kutoa mahari, kulikuwa na minong'ono ya kwamba Zulfa anapaswa kuhudhuria sherehe hiyo ama hapaswi, na kuna walioenda mbali zaidi wakisema ya kwamba haikuwa haki yake kuhudhuria sherehe hiyo. Na kwa upande wa Zulfa mwenyewe alishachoshwa na hiyo minong'ono, kitu ambacho kilimpelekea kutaka kuachana kabisa na wazo la yeye kuhudhuria sherehe hiyo ya kutoa mahari. Baadaye kidogo, honi ya gari ilisikika nje ya nyumba yao, na Abduli alishuka kwenye gari hilo. Huku akizunguka na kulishangaa gari hilo, mama yake akamuuliza, "Eh, kumbe ni wewe ndio umekuja na hili gari Abduli alitembea mpaka alipomkewe Zulfa ambaye alionekana sio mwenye furaha kabisa. Alimshika mkono wake na akampeleka mpaka pale lilipo gari, akamwambia, mpenzi, nimenunua hili gari kwa ajili yako. Uso wa Zulfa ulilipuka kwa furaha, alimkumbatia kwa nguvu mumewe Abduli huku akimshukuru sana kwa zawadi ile ya gari. Mama yake Abduli akasema, kiukweli yule binti unayetaka kumwoa ni baraka kwenye familia hii. Yaani siku moja tu kabla ya ndoa mwanangu amenunua gari. Ah, kiukweli kabisa yule binti amebarikiwa. Hayo yalikuwa ni maneno ya mama yake na Abduli wakati akilitazama gari hilo. Abduli naye akasema, mama, hili swala sio kuhusu nani amebarikiwa na nani hajabarikiwa. Haya ni maombi ya malkia wangu wa kwanza yamejibiwa. Zulfa mke wangu, maombi yako yamejibiwa. Asante sana kwa dua zako ambazo umekuwa ukiniombea usiku na mchana, na kama haitoshi, umekuwa ukifunga ili tu kunipunguzia mumeo mzigo wa majukumu na changamoto za maisha. Mke wangu Zulfa, wewe ni kielelezo cha neema, mafanikio, baraka, furaha na maana halisi ya uzuri. Asante kwa kunikubali jinsi nilivyo. Asante kwa kuwa mke mwema kwangu. Kama ishara ya shukrani, naomba nikukabidhi funguo za gari hii, na kuanzia sasa ni lako. Maneno hayo ya Abduli yalimtoa machozi Zulfa. Kwa sauti ya kukwama kwama, huku akilia aliita, mume wangu Abduli, naye alimkumbatia kwa nguvu mkewe, akamwambia, unastahili yote haya mke wangu. Zulfa akamuuliza, lakini vipi kuhusu wewe Ulitakiwa kununua gari lako kwanza kabla yangu. Abduli akamwambia, la kwangu tayari nilikwisha nunua, na Zulfa akauliza tena, na gari la mke mwenzangu je? huku akimbusu mkewe, Abduli akasema, la kwake atalipata hivi karibuni, lakini kwa sasa hili ni kwa ajili yako. Mama yake na Abduli akamwambia Zulfa, ama hakika umebarikiwa binti yangu, Mungu akulinde kwa ajili ya mwanangu na kwa ajili ya familia yetu yote. Abduli akamwambia mama yake, mama, nina surprise kwa ajili yako na baba pia, na ni kitu ambacho mmekuwa mnakikubali kwa muda mrefu sana. Biaisha baada ya kusikia kauli hiyo akasema kwa furaha, o oh, mwanangu, Mwenyezi Mungu akujaalie wa watoto wako nao waje kukutunza vyema uzeeni kama unavyofanya kwetu. Mungu akubariki sana mwanangu. Kwa niaba ya mumewe Zulfa akaitikia amin, amin, asante sana mama. Baada ya hapo Zulfa alisujudu na kumwombea dua mumewe Abduli, na wakati huo machozi yalikuwa yanambubujika. Wakati Zulfa anajiandaa kuondoka, bi Aisha aliuliza anaweza kuendesha gari huyu? Zulfa alitabasamu na akasema baba yangu alikuwa na magari mawili na nilijifunza kuendesha miaka hiyo, kwa hiyo hata msiwe na shaka, naweza kuendesha. Kabla ya kupanda kwenye gari hilo na kuanza kuliendesha Zulfa alisoma dua na baada ya hapo alipanda kwenye gari hilo na kuelekea nyumbani kwa kina Amina kwenye sherehe ya kutoa mahari. Alifika nyumbani pale na akawasalimia wazazi wa Amina kwa heshima na adabu zote. Na wazazi wale waliwasomea dua mabinti hao wawili. Amina alimshika mikono Zulfa na wakaingia kwenye chumba ambacho marafiki zao walikuwa wanawasubiri. Kisha Amina akasema, haya sasa, jamani naomba leo mkutane na pacha wangu, kipenzi cha roho yangu, msiri wangu, yaani huyu ndiyo kila kitu kwenye maisha yangu, mke mkubwa mwenyewe. Mmoja kati ya marafiki wa Amina akauliza, je, kulikuwa na haja ya yeye kuwepo hapa? Hivi ndivyo mambo yalivyo katika sehemu hii ya tano ya simulizi hii ya mke mwenza. Je, unajua ni nini kitafuata? Basi usikose kuungana nami katika sehemu ijayo. Lakini pia usisahau kusubscribe kulike kukoment na kushare kwa watu wako. Till next time.